Kwa fursa hii sisi polisi Morogoro kumshukuru sana mheshimiwa rais wa serikali ya awamu ya sita Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia vifaa vya kufanyia kazi. Amekuwa akifanya hivi mara kwa mara kwa sasa leo nakabidhi magari matano kwa ajili ya wilaya tano, lakini inafanya inakamilisha jumla ya magari kumi na nane ambayo mkoa wa Morogoro umepewa katika kipindi hiki cha mwaka wa fedha. Mgao ni kwa wilaya hizi ambazo kwa zimebakia, lakini wilaya zingine zote pamoja na vikosi vyote vimeshapokea magari yao kumi na, kumi na tatu, kama ambavyo nimesema awali. Kwa hiyo tunawakabidhi mausidi kitu ambacho tunaahidi kwake kwake tutajitahidi tuta kuyatumia kwa kadri ambavyo tumeyaomba tuliaomba kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye uh, zoezi la kuzuia kupambana na kutanzua uhalifu, na mimi nawaelekeza ma OCD wa wilaya zote ambazo watapatiwa magari haya kuendelea kuyatunza na kuyatumia vile ambavyo imeelekezwa au vile ambavyo inatakiwa, kazi ya kuwahudumia wananchi kwenye masuala ya kutanzua na kuzuia uhalifu, na mrejesho wake sasa uonekane kwenye kupungua kwa matukio ya uhalifu kwenye maeneo yetu. E, nimepokea gari gari mpya Toyota Land Cruiser. Gari ni moja ya magari ambayo yatatuongezea nguvu e, katika utendaji wa kazi kwa maana ya kurahisisha utendaji wetu wa kazi, ukichukulia kwamba wilaya ya Morogoro ina halmashauri mbili, inahudumia gari itakuwa inahudumia e, manispaa ya Morogoro lakini pia halmashauri ya Morogoro vijijini. Tulikuwa tuna uhaba wa vitendea kazi, lakini pia E, magari yetu mengine kidogo yalikuwa yamechoka, yalikuwa ni mara kwa mara. OCD, unajua ni mtu wa kuzungukia vituo maeneo yake, wakati mwingine tunakuwa na misafara mbalimbali, lazima tunahitaji kuwa na gari ambayo ni nzuri. Sasa kupatiwa gari hii, hii itarahisisha kazi ya, ya polisi wilaya Morogoro kuwa nzuri kutoa huduma nzuri kuwafikia wananchi kwa haraka kutatua matatizo ya uhalifu kwa wakati na shughuli nyingine za kijamii. Kwa hiyo kwa namna peke, eh ya pekee, mi nashukuru serikali ya awamu ya sita inaongoza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Suluhu Hassan. Kipekee kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia kwa afande wetu IGP Tunashukuru sana, tumepata gari litatusaidia kwenye kazi mbalimbali mbali, za kuzuia na kupambana na uhalifu. Kutokana na jiografia yetu, haya magari yanafaa kwa barabara zetu, yanafaa kwenda mahali popote. Kwa hiyo tutakwenda doria maeneo yote yanayozunguka wilaya yetu, lakini pia patro za barabarani zitafanyika. Tuahidi tu tutayatumia vizuri kama alivyokusudiwa na tutayatunza kwa mujibu wa, wa PGO.